Kuna jala, jala, jilbabu, kuna mfuko wa kubebea viatu, kuna msala mdogo wa dharura na begi la mgongoni. Na kwa wanaume ni hivyo hivyo kasoro kanga na jilbabu. Kwa wanaume kuna ihram na kuna mkanda wa kufungia ihram na kuna vitabu kuna kitabu kikubwa kile tulichowapa na kuna kitabu kidogo kwa ajili ya dua za karibu zile, ambazo unaweza ukatembea nacho, yani kitakupunguzia mzigo. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tutagawa sasa hivi. Mbele yetu tuna mabegi haya ambayo yameletwa kutoka China kwa ajili yenu mahujaji, kama tulivyokubaliana na tulivyoahidiana katika package yetu. Lakini via, vile vile tunayo ihram kwa mahujaji wanaume pia. Kwa wale wakina mama kama tulivyoahidi, tutakuwa na kanga hizi kama ndiyo nembo yetu, alama yetu kwa maujaji wa I Travel, ambao na wao watakuwa wanaibeba hii, wanaivaa kwa ajili ya lakini pia sio hilo tu, I Travel safari hii imekuletea kitu muhimu sana vilevile vile, viswala hivi vya kuswali. Lakini hivyo hivyo, kuna mkanda kwa wale wanaume ambao tutawapa ihram kuweza kudhibiti nguo zao kwa ajili ya ili zisiwashuke huu ni mkanda lakini vile vile kuna raks, eh, rasketi hii ambayo hii ni maalum unapokwenda zako msikitini, unabeba vifaa vyako, viatu, mswala wako na vinginevyo, simu unaweka mwenyewe humu, ili usipate adha yoyote katika vitu vyako vilivyokuwa mkononi. Lakini pia pamoja na begi kubwa tulilolitoa lakini kuna begi hili la kuingia takriban kilo sita mpaka saba ambalo hili utakuwa la, la mgongoni. Lakini kwa akinamama safari hii masha mashaallah, eh, tumewaandalia hizi juba eh, hizi maalumu kwa ajili yao. Lakini kubwa kuliko tuna kitabu hiki hiki kitabu cha kiimani ambapo wewe eh, hujaji unakibeba hiki kila kitu kimo ndani, nia za ibada ya hija, dua mbalimbali, dua za safari na kila kitu tumekuandalia katika hichi kitabu kipafleti hiki, ambacho wewe utakuwa nacho mkononi ukipanda ndege utakuwa nacho ukiwa popote pale, unatembea nacho, ambacho kina maelekezo mbalimbali ambayo wewe utayaona utakapozi. Mtazamaji mmoja kati ya mahujaji wa taasisi ya I Travel hapa e, ambaye tunaenda naye katika ibada ya hija, mwenyekiti, salamu. Leo ni semina ya siku ya mwisho, leo umeanza semina toka siku ya kwanza na taasisi hii ya I Travel na umegaiwa leo vifaa kwa ajili ya safari, una lipi la kuzungumza kuhusu ibada ya hija ambayo inatarajiwa siku mbili tatu zijazo? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nashukuru kwamba nimekuwepo hapa tangu mwanzo wa semina hadi leo tunapomaliza semina hii na tumemaliza kwa, kwa uzuri. Wenyeji wetu hawa I Travel wametugawia vifaa vyote vinavyohusiana na safari na wamefanya maandalizi yote mazuri kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwanza kwa kuipata hii kampuni ambayo tunasafiri nayo. Watu wake ni wazuri, watu wake ni wema, wanatoa maelekezo. Hata kama ulikuwa mzito sana kuelewa, lakini kwa, kwa msaada wao na kwa huruma yao na kwa heshima walionayo juu ya wanaowaongoza wamefanya mambo mazuri sana na wanaelekeza vizuri. Nikitokea la kutokea basi itakuwa ndio binadamu, lakini kampuni iko vizuri, na wengine watakaopata wasaa wakati wa miaka ijayo waje wasafiri na kampuni. Mimi naitwa jina langu Mwinshehe Shabani Mlao. Katika vyeo vya dunia mimi ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Pwani, mashallah, lakini ni mtu wa Mkuranga mm, natoka Mkuranga na Sheikh Habane uko pamoja katika maisha yetu. Yes, yeah. wa ya siku zote, mpenzi mtazamaji, ni mwenyekiti wa CCM mkoa wa Pwani, kama mlivyomsikia akizungumzia kuhusu taasisi ya I Travel ambayo anatarajiwa kuondoka nayo siku ya Jumatano tarehe ishirini na nane. Bado ninao watu wengi. Kijana huyu hapa ameshika simu ameshika makaratasi <coughs> hebu naye jitambulishe jina lako. Mi naitwa Lilian Dama. Habari. Unaizunguziaje taasisi ya travel seminars vipata leo ya semina? Kwa semina, nadhani wahadhiri walikuwa wazuri sana, Shebane Shema, Chilenga, wote wameelezea hija, jinsi vile ambavyo itakiwa tuielewe, na pia kwa kweli, pia maana mbali kidogo, kwa hiyo tunafuatilia semina kwa kupitia mtandao. Tunashukuru picha quality zile nini zilikuwa mashallah. Kwa mbali uko mkoa gani hapo? Eh? Wakati ni uko ni kwa London. Kwa hiyo mashallah uko London. Yeah. Kwa hiyo mko mnafuatilia kutoka London. Yeah. Mashallah. Asante sana. Eh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Nasr Suleiman Al-Harthi ni haji mtarajiwa wa taasisi ya iTravel na leo ndio tumemaliza semina yetu ya mwisho . Semina imeenda vizuri, tulikuwa na semina ya almost uh, mwezi mmoja na nusu na imekwenda vizuri alhamdulillah rabbil alamina. Kwa hiyo tuna tumemaliza vizuri. Leo tumepewa mabegi, tumepewa mabegi ya mgongoni, tumepewa ihram, na wanawake wamepewa kanga, tumepewa viatu vya kwenda chooni kule na vitabu vya dua na nini, tumepewa vitu mbalimbali vingi. Alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru na semina imekwenda vizuri, mpaka leo tumemaliza. Inshaallah safari yetu itakuwa siku ya Jumatano, itakuwa siku ya Jumatano wakati wa baada ya magharibi insha Allah. mm -hmm. Mungu atupeleke salama, atuliche salama inshaallah, na atukubalie haji yetu. Shukuran sana. bismillahi rahmani rahim. Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu, kapendwa katika imani. Sisi tuko hapa, mimi naitwa Farida Nuru Wekaza, nimetoka mkoa wa Kagera, wilaya ya Misenyi, kata Mtukura boda tuko hapa kwenye safari za sa kuelekea maka kuhiji. Ni shirika zuri sana, ni watu wanaojali. Tuna semina karibia ya mwezi na nusu. Mimi nilikuwa nasoma kwenye online, lakini nimekuja hapa tangu juzi jana, tuko kwenye semina leo kwa ok, kweli mambo ni mazuri. Semina ya mwisho tumeimaliza leo, hapa ninapoongea tumesha kabidhiwa vifaa vyetu begi za mgongoni sanduku vitambulisho visa ndara za kuendea chooni hijabu juba. Kampuni nzuri sana hapa hapo. Napenda nimshukuru bwana Mansuri, mwanangu amefanya vizuri sana kutuunganisha na hawa watu, wako vizuri sana hapa. Tumeshapewa ratiba ya kuondoka tunategemea kuondoka Jumatano baada ya swala ya magharibi, tutakuwa tuko hapo tayari kwa kuondoka, kuanza safari. Viongozi wetu wameshajiweka sawa, tunaongea nao vizuri sana, sio watu wabaya, tuko vizuri. Mchana chakula tumepewa leo bila shida, hamna shida, tuko vizuri. Tunaomba mtuombee na sisi tutaombea tunakoelekea. Nadhani inshallah Mungu akijalia tutakuwa tunawasiliana, maana wanaorusha habari tunao. Amani, tumwombe Mungu atujalie tufike salama huko tunakoelekea. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawasalimia wote watu wa nyumbani Mtukula. Mimi niko da hapa nimeshaanza ibada. Shukrani. Bismillahirrahmanirrahim. Ama kwa jina naitwa Lida Yasin Lida ni mkazi wa Kigoma lakini mwenyeji wa Singida. Alhamdulillah, namshukuru Mungu katika mwaka huu nimechaguliwa kwenda kudiriki ibada ya hija. Kwa hiyo namshukuru Mungu katika kwenda kutekeleza ibada hii ya hija, na namwomba Mwenyezi Mungu anijalie basi mwanzo hadi mwisho, ili niweze kukubalika katika ibada yangu ya hii ya hija. Nashukuru taasisi ya I Travel Hajj and Umra. Mashallah, kwa kweli niwapongeze sana ni katika taasisi ambayo kwanza wameweka mafunzo kwa muda mrefu ili watu waweze kutekeleza ibada yao kwa jinsi inavyotakikana. Kwa hiyo nimefurahi sana na kujiunga na hii taasisi katika kwenda ku, kutekeleza ibada yangu ya hija na naamini kwa jinsi semina ilivyoenda na fursa ambao wanaendelea kutupa zawadi ya mabegi, huduma zote inavyotakikana na jinsi mkurugenzi alivyoeleza huduma zote zimeshakamilika. Kwa hiyo naamini inshallah hija yetu itakamilika vizuri na tutaenda vizuri na tutarudi salama inshallah. Niwapongeze sana I Travel, na kwa wale ambao wanataraji kwenda kwenye ibada ya Hija basi inshallah wajitahidi walau waende na hii taasisi ambayo inatoa huduma zote vizuri kabisa na kuhakikisha kwamba ibada yako inakamilika kwa usahihi. Shukrani sana. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ndugu waumini wa, wa au Watanzania mimi ni miongoni mwa watu ambao nimebahatika mwaka huu e, kuchaguliwa na Allah kwenda kuhudhuria ibada ya Hija. Na jina langu naitwa Ahmadi Hamisi Mtongweji e, raia Mka, mkazi wa Newala e, na bahati nzuri hii semina tumeifanya vizuri, na nashukuru Mungu kwa sababu kwanza sikutegemea kwamba tutapata huduma tulizopata, na nashukuru vilevile kwamba huduma yao ni mzuri sana, na tutazidi kuwa e, watu wa kuhamasisha wa ndugu zetu ili waweze kuja kujiunga katika safari zijazo za Hija. Kwa hiyo natoa wito kwa ndugu zangu, hasa wa mikoa ya kusini, muwe mnatutembelea ili watu wa, waweze kusafiri na hili shirika. Hili shirika lina huduma nzuri kabisa, halina shida eh. Hassan Bahari eh. Eh, ehebana hmeni masani baali, uko wapi? Hapa unasubiri nini? Aba bwana, niko katika matayarisho ya safari mm. Kwa ajili ya kwa ajili ya kwenda Hija mm. Je, ni hija yako ya ngapi? Hii ni hija yangu ya kwanza. Unazungumzaji eh, semina uliyosoma kwa muda wa zaidi ya miezi wiki sita, matalisho awali tumeshaambiwa uh, kwenye tukifika kule sha kidogo tu, mambo yaendelee vizuri. Kwa ujumla yetu kwa yote, unaizungumziaje taasisi ya i travel? Hii taasisi ya travel, si bwana mzuri sana kwa sababu hii taasisi mimi nisingeigundua ni mkuu wa kuja Mtwara. Mashaallah, kutuhamasisha jamani, safari za hija. asheniaataashida na nyinyi, mtumishi wa umma mtumishi wa umma, ziko taratibu kwa taratibu. Inshallah, bakisha mwaka mmoja kustaafu. maa kustaafu, alhamdulillah, Januari ndio kustaafu mwaka fumbil a 2025, basi kabidi ifanya taratibu.

begi yako? begi. Begi ya nini na nini? na begi na na, na, na na ile shuka humo Islam. Shukail alafu ndani ya begi na na mna dara mna furana mna vilvta ya dua kwa mjua begi na vitu vyote vya safari. Shukrani, shukrani, shukrani. Mtazamaji mmoja kati ya maujaji ambaye anatoka katika eneo la Mlandizi mkoani Pwani, nafikiri ni wilaya hii. Sasa tungependa ujitambulishe, leo ni siku ya mwisho ya semina kutoka katika taasisi hii ya I Travel, Hajj and Umrah. Karibu bwana mzee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salam. Mimi kwa kujitambulisha kwa jina naitwa Shabani Abedi Manjeleza mm -hmm. Ninatokea Mlandizi, Mlandizi kati ninaswali e, msikiti Kadria. Mimi namshukuru Mungu kuniwezesha kupata safari hii na mimi kuwa mmojawapo katika kundi la mahujaji. Kwa kweli namshukuru wa Allah, sikutegemea, lakini leo imekuwa vile vile. Nashauri kwamba Waislamu tuwe na nia ya kwenda hija kwa ajili ya kwenda kujitakasa, ni vizuri sana na hili si lazima Useme kwamba mimi sina uwezo hapana. Ukitia nia, Mungu naye anakupa nguvu ya kupata uwezo wa kwenda Hija. Mimi nashukuru nimehudhuria semina hii mwanzo mpaka mwisho. Ninawashauri kila anayehitaji kwenda Hija, basi aje kwenye I, I travel, I travel. Kwa ajili ya kufanya utaratibu wa kusafiri kwenda hija. Hayo ndo maoni yangu. Kwa nini unawashauri no watu waje I travel? Na taasisi ziko nyingi, ziko nyingi hizo zi nyingi, mimi sizijui, ninayoijua ni hii na maelekezo yake, mpaka sasa hivi nimeridhika nayo, ndo maana na, na washauri waje travel. Shukran. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cut. Alhamdulillahi, kwa jina naitwa Yusufu Yahya ya Saleh. Alhamdulillah, mwenyezi Mungu ameniwafikishia kwa rehema zake na kwa baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ibada hii tukufu, ibada ya hija, mwaka huu, mwaka 1446 hijiria sawa na mwaka wa miladia mwaka 2025. Alhamdulillah, ni jambo kubwa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ni historia kwangu mimi katika umri wangu, alhamdulillah. Na yote haya tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kikubwa zaidi, tuwekeni nia zetu jamani, insha Allah, kile ikifika wakati tuwekeni nia zetu, insha Allah, Mwenyezi Mungu atatufungulia kila laheri, na alhamdulillah kwa mara yangu ya kwanza kwenda kuhiji nimepata safari hii katika taasisi ya Travel Haji and Umra, na alhamdulillah nimehudhuria katika semina tokea jana mpaka leo alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu nimekaa siku mbili tu katika semina, ambayo sio siku mbili masaa, nimetosheka na semina yao ya viongozi wetu alhamdulillah, na taratibu zao na kila mambo yao ya kutuelekeza na kutujali, mahujaji watarajiwa, wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kikubwa nawashauri ndugu zangu wazee wenzangu, wazee wetu, wazazi wetu, ndugu zetu wanafunzi wenzangu, kwa hali yoyote. Insha Allah napendelea yule ambaye Mwenyezi Mungu atampa sahali, atampa wepesi, atampa taufiki, atamwita na yeye akaitika, insha Allah aje katika taasisi hii ya travel haji and umra ambayo inapatikana hapa Magomeni Mapipa katika msikiti wa Mwenye Mkuu. Insha Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi asili yangu ni mzawa wa Tanga, Lushoto, lakini kwa sasa naishi hapa Dar es Salaam, Goba Tegeta a hey, ambayo iko Goba. Alhamdulillah, na mimi ni mwanafundi wa Sharif Hussein Ahmad Badawi. Watu wengi wananijua wana kwa jina la khadim wa Sharif Hussein Badawi na wananijua Yusufu wa mzee insha Allah, Mwenyezi Mungu atujalie taufiki, tusafiri salama, na sisi tunawaombea, na huko tutakokwenda, tunaiombea na nchi yetu, Mwenyezi Mungu atupe amani na salama, insha Allah, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waada wa kina mama, kama tulivyoahidi, tutakuwa na kanda hizi, kama ndio nembo yetu, alama yetu, kwa mahujaji wa I travel ambao na wao watakuwa wanaibeba hii wanaivaa kwa ajili yao, lakini pia vile vile tunayo ihramu kwa mahujaji wanaume ambao hii watavaa wakati ule wa kuwa tayari wanahitaji kuhirimia ibada ya hija. Kwa hivyo watakuwa tayari na wao wamevaa ihramu zao. Lakini pia sio hilo tu, I Travel safari hii imekuletea kitu muhimu sana vile vile viswala hivi vya kuswalia. Kama mnavyojua haram pale, unapotoka hotelini ukaenda uharamu ukakuta imejaa nje pale, basi una shida ya kutafuta mahala gani kuswali. Unatandika kimswala chako hiki tayari kwa ajili ya kutekeleza ibada. Lakini hivyo hivyo kuna mkanda kwa wale wanaume ambao tutawapa ihramu kuweza kudhibiti nguo zao kwa ajili ya ili zisiwashuke. Huu ni mkanda, lakini vile vile kuna ras, eh, rasketi hii ambayo hii ni maalumu unapokuna sako msikitini, unabeba vifaa vyako, viatu mswala wako na, na vinginevyo. Simu unaweka mwenyewe humu, ili usipate adha yoyote katika vitu vyako vilivyokuwa mkononi, lakini pia pamoja na begi kubwa tulilotoa, lakini kuna begi hili na kuingia takriban kilo sita mpaka saba ambalo hili tutakuwa la mgongoni. Utalitumia ndani ya ndege, utalitumia unapotoka Mina kwenda Arafa kwenda Muzdalifa na kadhalika, unapotoka Maka kwenda Mina, itakuwa begi lako ni hili ambalo wewe unalitumia kubeba vifaa vichache kwa ajili ya kule tunakokwenda Mina. Lakini kwa kina mama safari hii masha Allah eh, tumewaandalia hizi nyumba e, hizi maalumu kwa ajili yao, watakuwa wenyewe wanavaa wakaenda msikitini. Katika maelekezo yote a ibada ya hija watakuwa wanatumia hizi jilbabu zao kwa ajili kama kina mama zitakazowastili. Lakini kubwa kuliko tuna kitabu hiki hiki kitabu cha kiimani ambapo wewe hujaji unakibeba hiki kila kitu kimo ndani. Nia za ibada ya, ya hija, dua mbalimbali, dua za safari na kila kitu tumekuandalia katika hichi kitabu kipaflet hiki, ambacho wote utakuwa nacho mkononi. Ukipanda ndege utakuwa nacho, ukiwa popote pale unatembea nacho, ambacho kina maelekezo mbalimbali ambayo wewe utayaona utakapopewa, ndugu